Kizza Besigye ni daktari, afisa wa zamani wa jeshi, na kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Uganda, anajulikana kama mpinzani mkuu wa Rais Yoweri Museveni. Kizza Besigye alizaliwa mnamo Aprili 22, 1956 huko Rwakabengo, manispaa ya Rukungiri, kusini magharibi mwa Uganda. Alikuwa mtoto wa pili kati ya watoto sita. Kama kuna watu waliowahi kupitia shida, Besigye ni mmoja wao. Wazazi wake wote walifariki dunia kabla hajamaliza shule ya msingi. Baba yake alikuwa afisa wa polisi. Kizza Besigye alisomea shule ya msingi ya Kinyasano na ile ya Mbarara Junior, baadaye akajiunga na Kitante High School na kumalizia Kigezi High School kwa masomo ya A level. Alijiunga na chuo kikuu cha Makerere mwaka 1975 na, na ambapo alihitimu na kuafali na shahada ya tiba na upasuaji mb chb mwaka 1980. Baada ya kuhitimu, alifanya kazi katika hospitali ya Taifa ya Mulago kwa muda mfupi. Kisha alikwenda uhamishoni nchini Kenya, ambapo alifanya kazi kama daktari katika hospitali ya Aga Khan na baadaye Kenyatta National Hospital. Mnamo mwaka 1982, Besigye alirejea Uganda na kujiunga na kundi la waasi la National Resistance Movement Army NRMA. Chini ya Yoweri Museveni. Wakati wa vita vya Bush 1981 hadi 1986, alifanya kazi muhimu kama daktari binafsi wa Museveni. Alimuoa Winnie Byanyima, ambaye alikuwa mbunge na mwanadiplomasia, mnamo Julai 7, 1999. NRMA ilipoingia madarakani Januari 1986, Besigye aliteuliwa kuwa waziri wa nchi wa mambo ya ndani. Baadaye alishikilia nyadhifa za waziri wa nchi katika ofisi ya rais na kamishna wa kisiasa wa taifa. Alishika nyadhifa za juu jeshini ikiwemo kamanda wa kikosi cha magari ya kivita na mkuu wa ugavi na uhandisi. Alifikia cheo cha colonel kabla ya kustaafu kutoka jeshi la ulinzi wa Uganda. Mnamo mwaka 1999, Besigye alichapisha waraka mkali uliokosoa serikali ya NRM, akishutumu ufisadi, ukabila na kuweka madaraka mikononi mwa mtu mmoja. Kitendo hiki kilimweka katika mgogoro wa wazi na Museveni. Tangu mwaka elfu mbili na moja, Besigye amekuwa mpinzani mkuu wa Museveni akigombea urais mara nne: elfu mbili na moja, elfu mbili na sita, elfu mbili na kumi na moja na elfu mbili na kumi na sita, kupitia chama cha Forum for Democratic Change FDC. Katika kila uchaguzi alidai kulikuwa na udanganyifu mkubwa, unyanyasaji na vitisho. Uchaguzi wa 2006 ulifikishwa mahakama ya juu ambayo ilikubali kuwa kulikuwa na udanganyifu mkubwa, lakini ilikataa kufutilia mbali matokeo. Kizza Besigye anajulikana kama nyundo, the Hammer, kutokana na kauli yake 2001 kwamba kumtoa Museveni kama kigingu kunahitaji mgombea mwenye nguvu kama nyundo. Besigye amekuwa akifunguliwa mashtaka ya uhaini na amekamatwa na kuwekwa rumandi mara zaidi ya mia. Kwa sababu ya kuongoza maandamano ya amani na kuikosoa serikali. Besigye hakugombea uchaguzi wa 2021. Badala yake, alianzisha harakati mpya inaitwa Popular Front for the Transition, akilenga mabadiliko ya kisiasa nje ya mfumo wa uchaguzi. Alitekwa nyaru akiwa Nairobi, Kenya na kupelekwa kwa nguvu nchini Uganda na vikosi vya usalama. Alifikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi na kushtakiwa mashtaka ya uurania na umiliki haramu wa silaha mnamo Januari 31 mwaka 2025, Mahakama ya Kuu ya Uganda ilitoa uamuzi wa kihistoria kwa kuwafungulia mashtaka raia katika mahakama za kijeshi ni kinyume na katiba. Uamuzi huu ulipaswa kusitisha mashtaka yake. Mwezi Februari 2025, alilazimika kuanza mgomo wa kutokula, kupinga kuzuiliwa kwake kinyume na sheria na mamlaka za serikali ambazo zimekataa kuheshimu uamuzi wa kisheria wa kumwachia huru. Hadi sasa, Oktoba mwaka 2025, Dr. Kizza Besigye yupo gerezani. Kwa simulizi zaidi usikose kutufuatilia. Hii ni Swahili Time Dunia Darubini.